Baba zangu wapendwa, mama zangu wapendwa, kaka zangu wapendwa, dada zangu kalumna na kanyanya zikatonda murunji obude bona obude bona, wazo letu la leo usiku huu kwenye mkesha wa msalaba wa Jubilei mwaka 2025, msalaba ni kinga naomba tuseme, msalaba ni kinga, msalaba ni kinga. Jubileo ishirini ishirini na tano maujaji katika matumaini, Jubileo ishirini ishirini na tano maujaji katika matumaini, Jubileo ishirini ishirini na tano maujaji katika matumaini. Jubileo ishirini ishirini na tano asanteni sana kwa hiyo msalaba ni kinga. Somo linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Hesabu sura ya e ishirini na moja mstari wa nne hadi wa tisa Siku zile jangwani, watu walimnungunikia Mungu na Musa, mbona unatupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wakawauma watu wengi wakafa wakamwendea Musa wakasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe utuombe kwa Bwana atuondolee nyoka awa basi Musa akawaambia watu Musa akawaombea watu Bwana akamwambia Musa jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti na itakuwa kila mtu atakayeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Huyu alikuwa ni nyoka lakini ni wa shaba. Ni mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa ni mtu lakini ni Mungu. Nyoka wa shaba hana sumu, na Yesu akuwa na dhambi. Walipomtazama nyoka wa shaba kwenye msalaba, wakapona. Kumtazama kule ule msalaba ukawa ni kinga. Kwa hiyo tunaposema msalaba ni kinga, tunajifunza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, mateso madogo ni kinga ya mateso makubwa. Naomba tuseme mateso madogo ni kinga ya, mateso madogo ni kinga ya mateso makubwa. Msalaba una maana ya mateso, kama tunavyosoma katika kituo cha pili cha njia ya msalaba: mimi ninao msalaba wangu, joto, baridi, kiu, njaa, wajibu wangu kwa Mungu, wajibu wangu kwa umma, ni msalaba. Unisaidie Mungu kuyabeba vyema. Sasa Mateso madogo ni kinga ya mateso makubwa. Kwa namna namna gani? Konokono alimwambia binadamu, uniondolee gamba ili gamba linanitesa. Sikonokono anatembea na, na, na, na gamba. Akasema linalitesa binadamu, akasema nikiliondoa, ingawa utakuwa huru, una mzigo, lakini nitakuondolea kinga. Akasema we ondoa tu. Akaliondoa lile gamba, konokono kupiga hatua chache, ndege akaja, akamchukua mzima mzima, akamshughulikia angekuwa na gamba lake, ndege angedonoa, angejificha kwenye lile gamba. Lakini alikwepa mateso madogo, akaangukia mateso makubwa. Mateso madogo ni kinga. Kwa mfano, mwanafunzi anaamka asubuhi, anateseka kutembea kwenda shuleni, ni asubuhi, kuna baridi, lakini hayo ni mateso madogo. Sasa anaposoma akawa na hali nzuri katika maisha yale. Yani, mateso madogo yanamkingia taabu kubwa za mbeleni. Ndiyo maana ya mateso madogo ni kinga. Mwambie jirani yako, mateso madogo ni kinga. Ni kama ukiwa na ugonjwa, una dawa kali, ukiinywa ni chungu, hakuna utamu lakini ni kinga ya mateso makubwa, kwa sababu ugonjwa ukizidi ukawa mkubwa sana utakutesa. Lakini hiyo dawa chungu ni mateso madogo, ni kinga ya mateso makubwa. Mwambie jirani yako mateso madogo ni kinga ya mateso makubwa. Mtakatifu Padri Pio aliyeishi mwaka 1887 hadi 1968, alisema msiogope adui kumbuka kuwa msalaba wa Yesu ni kinga ya kweli dhidi ya majaribu yote ya dunia hii. Pointi yetu ya pili, mwenye kukimbia msalaba ukimbilia utumwa. Mwambie jirani yako mwenye kukimbia msalaba ukimbilia utumwa. Mwambie tena, mwenye kukimbilia msalaba, mwenye kukimbia msalaba ukimbilia utumwa. kuna misalaba ambayo inakusaidia katika maisha. Ukiibeba vema itakubeba. Watoto wadogo ni misalaba, ukiwabeba vema watakubeba. Ukiwaichazeeka utateseka sana, utakuwa mtumwa. Watoto watakusaidia kama methali ya waye navyosema, urumika rukura runka abana Sungura akizeeka anawanyonya watoto. Jambo la tatu, msalaba ni msumari, unaumiza mwili lakini unatunganisha na Mungu. Msalaba unaumiza mwili lakini unatunganisha na, na Mungu. kuna kuna mtu mmoja alikuwa anaenda kuoga kule uswahilini. Sasa wakati anaenda kuoga alikuwa amejifunga taulo tu. Sasa akakuta vijana wanachoma mahindi, wameweka makaya moto, wanachoma mahindi. So, wakati wanachoma mahindi, yeye anapita tu, anaenda kuoga, maana sehemu ya kuogea ilikuwa mbali kidogo. Katotokake kakaja kanasema ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba akachukua akaanza kukarusharusha, ana karusha, ana karusha, mara taulo ikafunguka. Ilibidi afanye maamuzi ndani ya sekunde moja. Akaona akishikilia katoto taulo itadondoka na watu watazama video ya bure na akisema ashikirie taulo ajifunge vizuri, mtoto ataingia kwenye makaa ya moto. Hapo sasa <laughs> kwa hiyo alichokifanya akaamua ashikirie mtoto, potelea mbali, ata kama ata kama taulo inadondoka, kwa sababu hayo ni mateso madogo ambayo inakuwa ni kinga ya mateso makubwa ya mtoto. Na ndivyo anaitwa Yesu Kristo alivyofanya msalabani, ili tusiende kwenye moto wa milele. Akaamua kutushikilia msalabani, potelea mbali, hata kama anaonekana yuko uchi. Makofu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Akatukingia moto wa milele akatukingia moto wa Msalaba ni kinga. Msalaba ukishabarikiwa unakuwa kisakramenti, ndio maana tunaweka kwenye nyumba, tunaweka kwenye magari, tunavaa hata shingoni. Hatuvai kama hirizi, lakini ni kinga dhidi ya mwovu, kama tulivyosikia Padri Pio anatuambia. Msiogope adui kumbuka kuwa msalaba wa Yesu ni kinga ya kweli dhidi ya majaribu yote ya dunia hii. Kwa hiyo unapofanya ishara ya msalaba inakuwa ni kinga. Shetani anaogopa ishara ya msalaba kama mbwa anavyoogopa fimbo. Mwambie jirani yako, Shetani anaogopa ishara ya msalaba, kama mbwa anavyogopa fimbo. Naomba tufanye ishara ya msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.